Kwenye sekta ya elimu jumla ya wanafunzi elfu tisa wa darasa la awali na wale wa darasa la kwanza wameanza masomo na kunufaika na sera ya elimu bure. Allen Slivery kutoka Dodoma ana maelezo zaidi. Ni majira ya saa moja asubuhi, Azam News imetembelea shule ya msingi Makole na Amani hapa mjini Dodoma na kushuhudia mwamko mkubwa wa wazazi kuwapeleka watoto wao shuleni, tofauti na kipindi cha nyuma ambapo, hapa wazazi wanaeleza hisia zao. Kuna mwalimu yoyote atakayekuka ya maagizo msimamizi rais au maagizo ya serikali, basi nadhani kama wazazi kitokezea ki, ki, hipo tukagundua wa, basi kama wazazi, mzazi ana jukumu la kwenda kwa mkubwa au mkuu au kwa afisa elimu kwa ajili ya kuripoti zaidi huyo mwalimu. Wa shule wote kwa sasa hivi, ada saa kwanza na awali, hakuna gharama yoyote ile. Gharama iliyopo ni uniform na madaftari, lakini ni kwa ajili ya wazazi wenyewe. Wazazi wenyewe ndio watanua kwa sasa, lakini watoto wanaandikishwa bure na wanasoma bure. Skora Kapinga ni afisa elimu manispaa ya Dodoma hapa anaeleza namna zoezi la uandikishaji lilivyofanyika kwa siku hii ya pili. Yule ambaye ataendelea kuchangisha, tukipata hiyo taarifa, tutachukua hatua kali za kinidhamu, kwa sababu huyo ni mtoro wa nidhamu. Agizo limeshatolewa, waraka tumeshasambaza, tunahitaji maelekezo yafuatwe. Elimu ni bure. Yule atakayechangisha, huyo anajipalia mkaa wa moto. Baadhi ya walimu kutoka shule mbalimbali mbali za msingi wanadai kuwa agizo hilo liende sambamba na uboreshaji wa malimbikizo ya madeni sugu ya mishahara ya walimu, huku wakidai wamejipanga vyema kutekeleza agizo la utoaji elimu bure. Hivyo mimi wito wangu ni kuomba kwa Rais Magufuli kwamba ile kauli mbili yake inakwenda kwa vitendo, na lakini pia akiisha kwamba anawafuatilia watendaji wake aliowateua kwamba wanafuatilia kero mbalimbali zinazohusu walimu. Kuna madai mbalimbali mbali: kuna mapunjo ya mishahara, fedha za likizo madaraja yote walimu wanadai. Elimu ni ufunguo wa maisha, ambapo serikali ya Tanzania hivi sasa imejipanga kugaramia uendeshaji wa shule ili kuziba pengo la ada na michango mbalimbali iliyokuwa inatolewa na wazazi. Alan Silveri, Azam News, Dodoma.